Assalamu alaikum warahmatullahi barakatu, kwa jina naitwa Bi Aisha Sururu ambaye tunaongoza katika mashindano yetu wa mkoa nani ya kitaifa Tanzania nzima, na ndio ya taasisi Aisha Sururu Foundation. Sasa hivi tunaongelea, tunakwenda kwenye robo karne toka tuanze mashindano, tushafika miaka 30 lakini kwa vile siku nyingine zilikuwa zile zamani tumeanza mi, kwenye mitaa mitaa kwenye mashule. Sasa hivi rasmi toka tutoke rasmi rasmi ni miaka 25, kwenda kwenye maholi makubwa makubwa maoli eh, kwa hivyo natimiza robo karne. Sasa robo karne hii itakatuifanya aina yake ni umri wa miaka 25 mingi na uhai, tunafanya mabadiliko kwa kuienzi Qurani na kuitukuza Qurani nchini mwetu Tanzania. Basi mebadilisha mambo mengi, atakuwa tofauti na miaka yote, tutafanya mambo mazuri. Kwanza tutakwenda kutembelea wagonjwa hospitalini kwa kuadhimisha hiyo, kutembelea wafungwa na kwenda sehemu kwa mayatima. Vijana wetu tunao katika taasisi yangu na vijana pia, wao watatembelea na hospitali, utatembelea na wao pia, utaongelea wana jambo lao sasa tunawakaribisha wote wote, usiseme kama ni muislamu tu, hapana. Ili jambo letu sote katika nchi yetu Tanzania tunawakaribisha wote, kabila zote, dini zote, taasisi zote tunakaribisheni. Karibu katika jambo letu hili, mtusapoti, mtuunge mkono kwa kufika wote, na hamna kiingilio tata kwa ukumbi wa Diamond Jubilee Hall, itafanyika tarehe ishirini na mbili mwezi wa pili, nafikiri itakuwa katika kuandama kwa, kwa mwezi, itakuwa Ramadhani ya nne au ya tano, utakuwa kuandama kwa, kwa, kwa mwezi, na hamna kiingilio. Na jamani, tunaombeni mambo, una mambo tofauti, hebu mje mjione. Na watu wa mikoani, kila mkoa, kwa nini? Watu wa mikoani ni kwenu, wagora kuja na ushindi, basi walau wawili watatu waje waone mkoa wao unafanya nini na wilaya zao zinafanya nini katika mashindano haya. Na kauli mbiu yetu, dunia bila ya Qurani haina amani, dunia bila ya Qurani hakuna amani. Basi amani, karibuni sote, kuwakaribisha so. <coughs> Mashindano ya Qurani ya 25, ukiongelea kidunia ni mashindano yanaitwa ya robo karne. Miaka 25 kusimamia jambo sio jambo dogo. Kwa hiyo tumekuja kualika kwa upana zaidi na kwa ukubwa leo, ili tuweze kuadhimisha maadhimisho ya 25 kwa umoja wetu, watu wote, wananchi wote, mikoa yote ya Tanzania pamoja na Zanzibar visiwa vya Zanzibar pamoja na Tanzania wote muweze kushiriki katika ukumbi wa Diamond li siku ya tarehe 22 mwezi wa pili, panapo majaliwa Mwenyezi Mungu anaenda kusimamisha jambo kubwa. Tunaenda kuwatoa washindi waliohifadhi Kurani ah, kama winavyosema kauli yetu mbiu: aa, Kurani bila, bila Kurani dunia haina amani. O, lazima tuisimamishe Qur'ani kama alivyoagiza Mwenyezi Mungu kwamba tusome ikra, soma, na sisi tunajitahidi kila mmoja iweze kumfikia, na ndio maana tumeweza kufanya mashindano ya kitaifa kufikia katika kila mkoa na wale walengo wa kuweza kuwapata wa ushindani ule wa Qur'ani. Kwayo tunaomba shime aleku niweze kufika kwa wingi ili kuja kushuhudia watu waliohifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu ndani ya vifua vyao kwa sababu tuna imani tunapofika kwa Mwenyezi Mungu kikubwa tutaulizwa umehifadhi nini, na sisi tunajitahidi kuhifadhi Qurani ili kuweza kuishi maisha mema ya baadaye. Kwa hiyo tunaomba mkaribie, mfike, mje, mjionie wenyewe jinsi watu wanavyojitahidi kusoma Qurani kama tulivyokuwa tumeagizwa kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naio Mwanaidi Bakari ndiyo katibu taasisi ya Aisha Sururi. Leo sikwadhimu kwetu kwa ajili ya uzinduzi kuelekea mashindano ya kitaifa ya Qurani tukufu ambayo yatafanyika tarehe ishirini na mbili mwezi wa pili elfu mbili ishirini na sita katika ukumbi wa Diamond Jubilee. Tunaalika watu wote wananchi wote bila kujali aguu wa dini au itikadi yoyote, kwa sababu kitabu hichi ni cha Mwenyezi Mungu na kinasimama katika itikadi zote. Kwa hiyo tunawalika watu wote wake kwa waume, karibuni sana katika ukumbi wa Diamond Jubilee. Mashindano haya ni ya robo karne, hivyo yatakuwa na vitu muhimu sana. Katika mashindano haya kutakuwa na washiriki wa makundi maalum kutakuwepo na watoto ambao watashiriki kwa umri mdogo sana, lakini pia kutakuwa na washiriki ambao hawaoni watakuwepo. Kwa hiyo washiriki hao wamehifadhi juzuu thelathini, basi uweze kufika muone vipaji mbalimbali vya watoto ambao wamehifadhi Qurani ya Mwenyezi Mungu, hali ya kuwa wana mapungufu tofauti ya kimaumbile. Karibuni sana.

kinathibitisha kwamba nyumba hii hapa tulipo ni nyumba ya ulezi wa Qurani na tuliolelewa hapa ni watu wa Qurani. Jina langu al akh Karim maalim mbalo ni katibu katika eneo la hamasa na miariko ni, ni niwajulisha tu kwa namna moja ama nyingine hii kuelekea we, robo karne, mashindano ya Qurani ya taasisi ya Aisha Sururi tumejipanga vyema tukiwa tuna timu mikoani imeshafika, lakini si tu mikoani mpaka nje ya nchi timu imefika huko. Kwa hiyo niseme tu ile sehemu ya hamasa tumetendea haki. Haja yetu, hamu yetu ni kuona kwa nafasi mlizo nazo mmoja mmoja katika jamii kwamba hii hamasa na nyinyi mnahamasika, hiyo siku ya tarehe 22 mwezi wa pili 2026 kwamba wote tunakutana pale Diamond Jubilee kwa pamoja, al ahir karimu, mahali mbalo Qurani itatukusanya tuwe pamoja. Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kwa majina ninaitwa Shawali Juma, ni mwenyekiti wa jumuia ya vijana ya Aisha Sururi. Niko hapa kwa ajili ya kuongeza juu ya yale ambayo yaliyoshukisha kuzungumzwa kuelekea robo karne ya mashindano ya kitaifa ya kuhifadhi Qurani Tanzania. Tukumbuke kuwa tuna matukio mengi ambayo tunayafanya na tuliyoyafanya yenye lengo la kuhamasisha mashindano haya. Ni mwezi wa 12 tarehe 21 tulifanya tukio la kuwasaidia watoto wenye uhitaji hasa hasa mahitaji ya shuleni ambapo lengo lilikuwa ni kuhamasisha mashindano haya, lakini hatukuishia hapo. Tarehe 30 ya mwezi wa kumi na mbili pia tulifanya kazi ya kupanda miti katika shule zilizopo katika jiji la Dar es Salaam. Shule takribani nane tulifika kwa ajili ya kupanda miti. Lengo ni kuhakikisha tuna yafanya mashindano haya ambayo yamefikisha miaka 25 yanakuwa yenye hadhi ya kitaifa kama jinsi ambavyo taifa letu la Tanzania lilivyo. Lakini pia hatuishii hapo kwa sababu bado hatujafika kwenye kilele cha mashindano ya kitaifa ya kuhifadhi Qur'ani, yapo mengi ambayo yanayokuja kwa ajili ya kuhamasisha matukio tukio hili kubwa la kitaifa ambalo linaenda kuadhimisha uh, kitabu kitukufu cha Quran. Kwa hivyo nichukue fursa hii kwa wanajamii wote Watanzania na wasiokuwa Watanzania waliopo ndani ya nchi ya Tanzania, waliopo ndani ya mikoa yote ya Tanzania kuweza kuhudhuria mashindano ya kitaifa ya kuhifadhi Quran ambayo sasa yamefikisha robo karne. Hivyo tunawaalika wananchi wote kuweza kuhudhuria, usikose kwa sababu ndani ya mashindano hayo tutakuwa siku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, vivyo kila kitachokuwa kinafanyika wewe utapata ujira mbele ya Mwenyezi Mungu. Karibuni sana, karibuni sana watanzania wote, tuweze kuja kusikiliza kitabu cha Mwenyezi Mungu kikisoma huku tukishuhudia vipaji mbalimbali vikifanyika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina, naitwa Asha Yohani Muhammad ni mjumbe wa ma kamati kuu wa Aisha Sururi Foundation, lakini pia ni mweka hazina wa Aisha Sururi Foundation. Kwa hapa leo katika kutoa tamko au kunadi mashindano yetu ya Qur'ani ambayo sasa yamefikia nusu karne miaka ishirini na tano kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Basi kauli mbegu yetu inasema kwamba dunia bila qurani hakuna amani, na kubwa tunalolielekea kuonyesha vipaji vya watoto wetu, umuhimu gani wanaofanya kupitia kwenye madarasa zao wa kuweza kuhifadhi kitabu chetu cha, cha Mwenyezi Mungu, kitabu kitukufu ambacho kina kila kitu ndani yake kina elimu, kina dawa, kina mahitaji ya kila kitu katika kitabu hicho. Tuombe wadau wote watuunge mkono katika siku hii tukufu ambayo tunaielekea ya tarehe 20 na tarehe 22 mwezi wa pili 20, mwaka 2026 26 takapokuwa katika ukumbi wa Diamond Jubilee kuwaona na kuwaenzi vijana wetu watakaosoma Qurani. Wako ambao wamehifadhi kwa njia ya tashdid, na wako waliohifadhi kwa njia hii ambayo tumeizoea sisi. Yote haya yatafanyika hapo, na tutakuwa na mengi ya kufanya kabla ya kuelekea siku hiyo, yote ikiwa ni shamra shamra na mwelekeo wa kuadhimisha maadhimisho haya ya Qurani tukufu katika kipindi hichi cha mwezi wa Ramadhani. Lakini pia atafanyika kitaifa mashindano makubwa kabisa. Tunaomba watu wote wahudhurie, wake kwa waume, vijana kwa wazee, kuja kusikiliza kitabu hichi, kwa kuwa ni mwezi mtukufu, mwezi wataria Qurani, na sisi tunaunga mkono hoja hii ya Qurani ambayo ina amani ndani yake, ina utulivu na ina kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekitanguliza. Baada ya kuwasema haya, niseme asanteni sana kwa kusikiliza.